Neno linasema majina yanaandikwa saa hii. Saa hii ndio majina inaandikwa. Na Yesu hakuji kuchukua jina, ni wewe upeane. Hakuulizi, ni wewe upeane. Mwambie Yesu chukua jina yangu, akumakubalie, anaandika. Kwa hivyo ako na rekodi na ako na vitabu, na ni zaidi ya kimoja. Kuna ya kumbukumbu, kama atasahau, kuna ile aliandika kumbukumbu, na kuna ile ya uzima wa milele ameandika wakati kutakapopitishwa sheria zile, mnasikia tunasema hapa za siku ya kuabudu, mambo mengine, kabla ya mlango wa rehema kufungwa, hata wewe utakuwa umejizikia. Hata ukifanya mtihani shuleni unajizikianga hiyo, nimeanguka, na kweli unaanguka, maana hata wewe vile ulijibu, unaona ulijibu kijinga, unaona hapo hai mwalimu vile aliuliza, niliona na nilikuwa na vitu zangu. Yesu kabla hajatoka mbinguni anajua, anakuja kuchukua nani Anasema ninakuja kuchukua kanisa langu, na mapigo yale yatakuwa yametutenganisha wale wanaenda na wale hawaendi. Utajua, you will know.